Marekani imetangaza rasmi kuyatambua matawi ya Muslim Brotherhood nchini Misri, Lebanon na Jordan kama mashirika ya kigaidi. Hii ni TriGen Media na mimi ni Denis Mwasalanga. Hatua hii ya Marekani ni kuitikia wito wa washirika wake wa kiarabu ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakishinikiza matawi hayo ya Muslim Brotherhood kutambuliwa kuwa ni ya kigaidi. Harakati za kundi hili la kiislamu zilianzishwa mwaka 1928 nchini Misri na kisha kuenea katika ulimwengu wa kiislamu kabla ya kuanza kupunguzwa nguvu na shinikizo la pamoja kutoka mataifa makubwa ya Kiarabu. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema hii ni hatua za awali katika jitihada zinazoendelea za kukabiliana na vurugu na uvunjifu wa utulivu unaosababishwa na matawi ya makundi ya kigaidi popote yanapotokea na kujijenga. Naye waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent aliongeza kuwa Muslim Brotherhood ina historia ndefu ya shughuli za kigaidi, akibainisha kuwa Marekani inafanya kazi kubwa kuwatenga magaidi hao na mifumo ya fedha ya kimataifa. Kwa upande wake, kundi hilo la Muslim Brotherhood tawi la Misri lilieleza kupitia mitandao ya kijamii kwamba litatumia njia za kisheria kupinga uamuzi huo wa Marekani wa kulitambua kama kundi la kigaidi kwa madai kuwa halijawahi kutetea vurugu wala kuitishia Marekani. Mataifa ya Misri, Saudi Arabia na ulimwengu wa Kiarabu kwa ujumla wamekuwa wakijaribu kuliangamiza kundi hili la Muslim Brotherhood ambalo hapo awali lilitaka kujitangazia kujitawala kwa kuanzisha uhalifa wa Kiislamu duniani. Harakati za kundi hili zilizaa matunda kwa muda mfupi nchini Misri mwaka 2012 na baada ya kuchaguliwa kwa Mohamed Morsi kuliongoza taifa hilo baada ya kuangushwa kwa utawala wa Hosni Mubarak, lakini Morsi aliondolewa mwaka elfu mbili kumi na tatu na Jenerali Abdel Fattah al-Sisi ambaye sasa ni rais na ambaye alianzisha kampeni kubwa dhidi ya kundi hilo la Muslim Brotherhood. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imepokea kwa furaha uamuzi wa Marekani ambao ni ujumbe wa Muslim Brotherhood kwa mabalozi wa ndani na kimataifa. Misri, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu kwa muda mrefu zimejaribu kuiangamiza Muslim Brotherhood ambayo itikadi yake inalenga kuanzisha uhalifa wa Kiislamu wa kimataifa. Harakati hiyo iliingia madarakani kwa muda mfupi nchini Misri mwaka elfu mbili kumi na mbili baada ya kuchaguliwa kwa Mohamed Morsi, baada ya kuanguka kwa Hosni Mubarak. Lakini Morsi alipinduliwa mwaka elfu mbili kumi na tatu na jenerali Abdel Fattah al-Sisi, ambaye sasa ni rais, ambaye alianzisha msako mkubwa dhidi ya shirika hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Misri imelielezea kundi hilo kuwa ni tishio kwa usalama wa kikanda na kimataifa. Wizara ya fedha ya Marekani inasema matawi ya Misri na Jordan ya Muslim Brotherhood yaliratibu shughuli za Hamas iliyohusika na shambulio la Oktoba saba mwaka elfu mbili ishirini na tatu dhidi ya Israel ambalo lilisababisha shambulio jingine kubwa la Israel dhidi ya Gaza. Hii ni TriGen Media na mimi ni Denis Mwasalanga.